kana radhiya Allahu anhu bi sha'rihi kwa shairi lake hili. Imam Shafi alikuwa ni mzuri sana katika elimu ya ushairi. Kwa wanaomjua wanajua kuwa masaili mengi ya kidini alikuwa akiyajibu kwa njia za mashairi, wanamfahamu watu mm. wengi sana, wanaojua hiyo habari na katika maimamu wenzake, wanachuoni wenzake, na wa maulama wenzake na wafuasi wake, kwamba alikuwa ni bingwa sana wa elimu za ushairi. Kwa maswali mengi wakati mwingine jibu lilikuwa likitoka kwa njia za mashairi. Ndio maana akaimba hivi alivyoulizwa kuhusu hao masufi. Ala anna al-fiqh wa at-tasawuf mutalaziman. Ametaka kuonyesha watu kwamba fiqh na natas, na tasawuf vinaenda pamoja. Vinaenda pamoja, kimoja bila chengine hakifai. Hmm. Falfaqih, sorry, sorry, sorry. Fa la anna eh, ahadahuma akashiria kwamba kimoja katika viwili hivi biduni al-akhar, bila chengine, batil, huwa ni batil falfaqih, mwanachuoni wa fiqi idha lam yakun mutasawwifa, kama hana tasawuf. Mwanachuoni wa fiqi endapo hana tasawuf, faqalbuhu qas, moyo wake huwa mgumu sana. Mtu huyo anakuwa na roho mbaya sana. Subhanallah. Wasufi nasufi idha lam yakun faqih, kama akiwa hana ilmu ya sheria fiqh, fa huwa jahil, huyo ni mjinga fala faida tam min qaswatil qalbi, hakuna faida ya mtu kwa inayopatikana kutoka kwa mtu mwenye moyo mgumu, mgumu hakuna faida inayopatikana kutoka kwa mtu mwenye moyo mgumu. Moyo mbaya hakuna, kuna madhara tu wala nafaa min aldahri lakini pia hakuna manfaa yanayopatikana kutoka kwenye ujinga sufi bila fiqh ni mjinga, na faqihi bila tasawufu ni kash. Falabudda, kama ndivyo basi hapana budi lilfakihi min atasawuf, kwa mtu wa fiqh kuwa na tasawuf hapana budi. Mtu wa fiqh kuwa na tasaufu ni jambo hana budi, ikiwa kweli kamkusudia Mungu katika fiqh yake. Walisufi min al hmm, sorry sorry sorry, eh walisufi eh min al fiqh, na nasufi naye hana budi awe na fiqh. faqih hana budi awe na tasawufu na sufi naye hana budi awe na fiqh, vinaenda pamoja. wa hadha huwa hakika maana kauli ya Imam Shafi'i sasa. Haya ndo maneno ya Imam Shafi'i, hakika yake. Haya ndiyo maneno ya Imam Shafi'i, hakika yake, rahimahullahu ta'ala. Rejea diwani yake, diwani ya Shafi'i, sahifa 66, ukitaka hayo maneno utakuta. wa khala aidha, na amesema tena Imam Shafi'i huyu huyu Sahibtu sufia mimi na sufi nimesuhubiana nao, maana yake nimekaa nao, Imam Shafi anasema sahibtu sufia mimi na sufi nimesuhubiana nao. Bi maana ya nimekaa nao. Fastafatu minhum thalatha kalimati nimepokea faida ya maneno matatu kutoka kwao. Kaulukum, mmoja ni kusema kwao alwaqtu saifu Ila mtakata hukata. Waka. Wakati ni upanga usipoukata wewe upanga huo utakukata wewe. Wewe upanga huo kama usipoukata basi huo upanga utakukata wewe. Upanga gani huo? Wakati. Anahimiza watu waone umuhimu wa wakati na matumizi yake kwa usahihi kabisa. Maana vinginevyo, ukikupita umekupita, kama umefanya jambo la faida basi umepata. Hukupata jambo la faida basi umepata hasara. Kwa hiyo matumizi ya wakati anasema ndio faida aliyopata kutoka kwenye maneno ya masufi. Wakauluhum na kusema kwao nafsuka. Sawa? Nafsi yako. Ila lam tashagala ha bil haqi. Kama usipoishughulisha kwa haki, nafsi yako usipoishughulisha kwa haki, basi shagalati ka bil batil. Hiyo nafsi itakushughulisha kwa batili. Hamuwezi mkakaa salama. Nafsi yako ni moja tu. Kati ya mawili, ima uishughulishe kwa haki, au ukiiacha yenyewe itakushughulisha kwa batili. Ndio ndio tuna ya nafsi hayo ndio ya roho katika usufi wa kauluhum, na kusema kwao, ala adamu ismatu, kuhifadhika ni kule kukosekana kila mahala ambapo hapana maana. Ala adamu ismatu kukosekana kila mahala pasipokuwa mani na ma la nalamani ukawa haupo, hiyo ndio isma huko, huko. So, huko ndiko kuhifadhika kwenyewe. Kwa hiyo maana, usipojishughulisha na kukaa kaa na maeneo yasiokuwa na maana, kuongea ongea maneno yasiokuwa na maana, kujishughulisha na vitu usipokuwa na faida, hiyo ndio adabu. Huko ni nini? Ndio isma sole, sawa? Unapokosekana humo, hiyo ndio inaitwa isma huko, ndiko kuhifadhika. Wakala aidha, haya, hmm? maneno yanapatikana kwenye kitabu cha Imam Suyuti, kinaitwa kinaita Ta'yidul Haqiqati Al-Aliya, kitabu cha Imam Jalaluddin sawa, kinaitwa Jalaluddin Asuyuti sawa, kinaita Ta'yidul Haqiqati Al-Aliya Saifa 15 kutegemea na chapa eh, ni sahifa ya 15. Wakala aidha amesema tena Imam Shafi huyu huyu, hubbi bayriya min dunyakum thalathu, mambo matatu katika dunia yenu hii nimejaliwa kuyapenda sana, mambo matatu katika dunia yenu hii nimejaliwa kuyapenda sana, yani nimevutika nayo sana. Tarukut takalluf, kuacha kujitesa, kujikalifisha unajilazimisha kwamba lazima upate kitu fulani tu, lazima ufanikishe hivi, bila la takalufu, kujilazimisha. Anapenda sana kuacha vitu vinavyompelekea ajilazimishe kufanikisha hichi nini. waashiratul khalqi bitalatufi, na kukaa na watu kwa uzuri, kwa upole, kukaa na watu kwa upole. Imam Shafi'i anasema ndio mambo anayapenda sana katika hii dunia, wali ittida ubi tariki ahli tasawuf, na kuzifuata njia za watu wa tasawuf. Imam Shafi rahimahullahu ta'ala wa radhiya llahu anhu anasema katika vitu anavyovipenda sana katika dunia ni hivyo. Haya, katika Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas cha Al-Imamu Al-Ajarudi, kitabu Kashful Khafa wa muzilu iltibasi cha Imam Arajaru. Tunaenda taratibu taratibu, eh, haya, tunakuja tuna kwa Imam Ahmad ibn muni Hanbal rahimahullah ta'ala, haya

kuhusu masufi alipoulizwa alisema la a'lam aqwaman afdala minhum, mimi sijui watu ambao ni wabora kuliko ni hawa watu wazuri kuliko ni hawa masufi, mimi siwajui kila akasema, akasema kwenye majlis hapo, kuna mtu kasema innahum yastahiyuna wa yatawajaduna hama bwana, wanahuisha dhikri kwa mioyo yao kupenda dhikri ile, sasa hufanya huo taratibu wa kuhuisha mioyo kwa kufanya dhikri mpaka wana wanapatikana kupatikana ni ile hali ya kuzijiwa na kitu, raha yake au uchungu wake, huzuni yake, mpaka mtu anakuwa kama mwenda azimu. Kala akasema, dauhum yafurahu maa Allahi saa, waacheni watu wafurahi na Mungu saa zingine, mara moja moja, waacheni watu wafurahi na Mungu Sawa, kama wanamtaja Mungu mpaka akili zinapotea ndilo jambo Mungu analotaka hilo, na ndilo dini inalohimiza hmm. Hiyo ni furaha, mtu anamkumbuka Mola, analitaja jina la Mwenyezi Mungu mpaka kichwa kinavurugika. Ikiwa atapoteza fahamu au akili zitamruka atabwabwaja vitu visivyokuwa vya kawaida, huyo mwacheni, kwa sababu kaingiwa na furaha na Mola wake. Waacheni watu wafurahi na Mola wao, mara moja moja Pakasema tena hapo kwenye majlisi, faminhum man yamutu waminhum man yughsha alaihi, katika hao kuna watu dhikri ikiwapata basi hufa, wangine wakazimia. Wakala kala, akasema katika kujibu, wabadalahum minallahi malam yakunu yahtasibuna, ujue hapo limewatokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu jambo ambalo walikuwa hawatarajii litawatokea watu kuwa hivyo ni kwa sababu kutoka kwa Mungu limewatokea jambo ambalo hawakutarajia litawatokea. Kwa hiyo ule mshtuko wake basi unawafanya ima watakufa au watapoteza fahamu. Kuna shida gani mtu kufa kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu au kwa sababu ya utamu wa jina la Mwenyezi Mungu? Kuna hofu gani au kuna shida gani mtu akizimia? kwa sababu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu au kwa sababu ya utamu wa jina la Mwenyezi Mungu analotumia kuta Mungu analotajwa nalo. Hivi ni viwango vya juu sana vya imani, viwango vya juu sana vya daraja za ihsan. Marejeo ni kitabu kinaitwa Ghadhaul Albab ambao ni sherehe ya manzumatul ada Ukiwa na juzu ya kwanza basi ni sahifa mia moja ishirini. Ndimalimu wakana rahimahullahu, na mungu amrehemu imam Hambali, alikuwa majalala tikadhiri pamoja na utukufu wa nafasi yake ya cheo kwenye elimu na ucha Mungu, idha tawaqafa fi mas'alati, alikuwa akidua kwenye masuala anajibu masuala ya dini akifika mahala amesimama, ame kidogo ana imempita kujua maana yake, alikuwa yakulu li abi Hamza, alikuwa akimwambia Abu Hamza Albaghdadi, huyu sufi mkubwa wa Baghdadi. Abu Hamza ni sufi katika masufi wakubwa sana, miaka hiyo ni bwana wa Baghdadi, Abu Hamza, hmm. radhiyallahu anhu. Alikuwa akimwambia madha takulu fi hadha ya sufi? <laughs> darasa yake Abu Hamza alikuwa ikihudhuria Imamu Hambali darasa yake Abu Hamza sufi huyo alikuwa akihudhuria sana katika watu akihudhuria darasa yake, lakini jana chuo ni kubwa sana. Huyo Abu Hamza ilikuwa Imamu Hambali akikwama kwenye masala eh, anajibu masala ya dini sasa kafika mahala ameduwa kidogo, jawabu yake ni basi, ilikuwa hasumbuki kama Abu Hamza yupo, anamuuliza Abu Hamza, Abu Hamza, vipi masala hayo unasemaje? Jawabu yake Abu Hamza anachangia kutoa jawabu yale masala jana ya chuoni. Ile yanamaana, tasawufi sifa yake kubwa ni hiyo. Huyo anojinasibisha nayo lazima awe moja ya haya mawili, awe na yote, sufi faqir fakihi sufi. Ukikaa kibwete bwete tu hivi, hafa ya misufi ni sufi amna. Wewe ni, ni muhuni wa kawaida, tunasumbua watu hapa. Na kutoka kwa watu wa aina hii ndio shida zinatokea, watu na kusumbuka sumbuka hivi um. Lakini desturi ya sufi haswa anakuwa ni bahari zote, amezama kwenye ilmu na kwenye masala ya kujishughulisha na ilmu za kiroho, ndio inaitwa tasawuf. Wewe Imam Hambali. Hmm. Na hata watu wasiokubali. Lakini wanajua kwamba alikuwa anajilazim sana kukaa na masufi. Imam Hambali. Hmm. Maana kuna watu leo wanajifanya wanamjua kuliko anavyojijua mwenyewe. Lakini Imam Hambali alikuwa sifa yake kubwa sana ni majlis ya masufi, anapenda sana kukaa. Kwa na kila alipoulizwa alisema, wa jamaa, wanacho kitu ambacho ni cha kutengeneza moyo wa mtu, wewe hili hakipatikani. Hmm. kwa wengine hicho kitu, mpaka ukae na jamaa hawa, jamaa huyu Ahmad ibn Hanbal. Utajuaje kwamba wewe mtu anayo dawa ya ugonjwa fulani kama u usipohudhuria mahala anapoitengenezea nakuwapata Hmm. Hawa ndio wa madaktari wa matatizo ya mioyo, magonjwa ya kiroho. Hmm. Matatizo ya mifumo ya kiakili. Vilivyo haramu wanasema halali, vilivyo halali wanasema haramu. Ukikaa na mazungu wa ugonjwa unapona. Hmm. Maana asili yake yote ni ugonjwa wa roho tu. Moyo unaumwa ndio maana maamuzi yake yanatoka kinyume nyume. Fariyas bila. Kwa hiyo wanachuoni wote walikuwa wanamkusudia Mwenyezi Mungu na mtume katika dini yao, katika imani yao, waliona masufi ni watu nzuri, na hii njia ya tasawufu ni moja katika njia nzuri sana za kujielekeza kwa Mwenyezi Mungu. hmm. Haya. Ni Muhammad ibn Hanbal. Sawa? Hmm. Tunamguza kidogo Alfudhailu bun Iyadh, yaani ninakusudia nikupeni tarehe ya wanachuoni wa Kisufi na maimamu wake na mabingwa wa elimu. Wa hiyo wako wengi sana, tutawataja mmoja baada ya mwingine kadri ya wakati, lakini miongoni mwao yuko na huyo bwana Al-Imam Al-Fadhulu Ibn Iyadh. Sawa. So, huyu kafa mwaka 187. Sio watu wale wa jamani. Naam. No. Kwa hiyo mtu kama anazungumza habari ya wale jamani, tushikeni mwendo wa salafu. Tushikeni mwendo wa salafu. Salafu swale. Kwenye masalafu wenyewe ndio hawa sasa. Maana masalafu tunamaanisha watangulizi wa mwanzo katika Uislamu. Nao wamezungumzwa kuwa ni karne tatu tu. Baadhi ya watu ndio wanasema ni karne nne, lakini wengi wao wanasema ni karne tatu. Ile karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa halafu ya maswahaba, tabiina. Naona no, wangine wakaja na karne ya atiba au atbatabin. Ikawa sasa, tujalie tatu au nne. Lakini masufi sasa wa mwanzo kabisa, na walimu wa somo hili wa mwanzo walikuwa katika karne hizo bora. Ina maana tunapozungumza habari ya salafu, kama tunajua salafu nini, tunamaanisha hawa pia. Kwa hiyo tuwe makini ndugu zangu tusiwe tunaimbaimba tusalafu salafu salafu salafu, hata hujui maskini, unazungumza watu gani, wala ni watu wanaomaanishwa na nini, kuhusu jambo gani la wapi? Mwenyezi Mungu atusaidie. Ndio <sighs> kiasi ambacho hawa naume mashoka wanajulikana na viwango vyao kielimu na utendaji kazi vinajulikana tutakuja kuvibainisha kimoja baada ya kingine, kila mmoja kwa wakati wake na kwa zama zake na kazi zake, kila mmoja inshallah. Mwenyezi Mungu atupe taufiki na tunaomba atupe muda na wasawa kufanya hayo. Hmm? Haya, tunakwenda kwenye milango yao ya elimu. Tumeona hapa kwamba mpaka maimamu wakubwa walikuwa wakipata jambo la mushkeli katika kutoa kutoa hukumu ya masala ya kidini, walikuwa wakitoa masala haya kwa masufi, mabingwa wa elimu wa kisufi, ili wawasaidie kutoa jawabu zake hmm? Mmoja katika yao ni hiyo bahari pevu hiyo. Imamu Ahmad Ibn Hambal alikuwa akikwama jambo katika masala ya fikihi kwenye elimu, basi alikuwa akimuuliza Abu Hamza. Abu Hamza alikuwa ni mmoja katika wafuasi wakazi wa, wa, wa, wa, wa kwenye durusi yake. Imam Hambali anaposomeshea yule bwana naye anahudhuria darasa hilo, ilikuwa akikwama kwenye jambo, basi huwa anamuuliza, wewe sufi, unasemaje hili jambo? Allahu Akbar! Haya, <laughs> sasa tunataka tuonyeshe tu kidogo kidogo kwamba aa, wenzetu wanachuoni wakubwa wanaijua sharafu ya hawa watu wanaijua sharafia wa watu kwenye kila fani yani, hmm? fani za uchamungu hmm? kujishughulisha na usafi wa mioyo hmm? utakasifu wa roho, mwenendo hmm? mzuri, nidhamu, adabu za namna ya kujishughulisha kielimu au kiamali. Non. namna ya kulifikisha jambo hili kwa viumbe, namna ya kuwatahadharisha, kuwahofisha kuwazindua hmm. Namna ya kuwahimiza hmm. Wapate kujua hichi sawa, hichi sio sawa. Kuna namna za kuzungumza jamani, uslubu wa jinsi unavyofikisha habari, ikiwa ni kutahadharisha au kukanya eh, ikiwa ni kubashiri hmm, au kuonyesha uzuri wa jambo na furaha yake ndani yake, yana yana utaratibu hayo, naona sio mtu anakwenda nang'umulika tu mineno michafu kabisa kabisa, afu anadai anahubiri dini, matusi, dhara, ukejeli, unaona? Hapana hmm. Dini yetu ina utaratibu wa namna ya kufikisha hmm. dawa, na usijitie katika watu wa dawa kama hujui namna dawa inavyofanya hmm. na kuja kuangalia kwenye ilmu ya hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mjue kwamba wajamaa walikuwa ni wabobezi na ndio mabingwa wanaotegemewa kwenye ilmu zao na namna ya kufikisha habari hizi kwa umma na kuashiria mambo ya ambayo yako katika Tadhkira tul Huffadh, kwa sababu hichi mmoja ya vitabu vinavyotegemewa sana na wanachuoni wa zama hizi, Tadhkira tul Huffadh cha Imam Shamsuddin eh yeah. Adahabi ad ana kitabu amekiita Tadhkiratul Huffaz Sasa ndakutajia watu waliowataja humo katika masufi kwenye kitabu hicho Tadhkiratul Huffaz. Yeye ametengeneza kumbukumbu ya, kumbu kumbu ya mabingwa wa ilmu ya hadithi za wana mtume bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, yani nakusudia ujue kuwa hama bwana walikuwa wamo kwenye kila fani kwenye fani za ilmu za dhahiri walikuwa wapo kwenye kila fani kwenye fani za elimu za batini. Dhahiri kwa sababu ya kusimamia sheria, batini kwa sababu ya kusimamia usafi wa mioyo. Maana hakufikiki kwa Mwenyezi Mungu kama mtu ana roho chafu, moyo mbaya, na utakachomshauri ni upuzi tu, fa iyadhu billah.